Mradi wa maboresho ya Mwanza kaskazini, na hapa tukiangalia mchoro wetu, hii doti unayoiona ndio sehemu ambapo tumesimama, na upande huu ndio upande ule ambao baadaye tutautembelea tuone vizuri. Sasa katika mradi huu kulikuwa na maboresho makuu manne. Boresho la kwanza lilikuwa ni maboresho ya gati kwa sababu tumepokea e, e, mahitaji mbalimbali ikiwa mahitaji ya, ya, ya kupaki meli yetu kubwa ya MV Mwanza Hapa Kazi Tu pamoja na meli nyingine ambazo ziko kwenye prospect ya ujenzi. Hivyo basi, tukaona ni vyema tuanze kuboresha mabeti yetu na, na mita tano ni comfortable kabisa meli itapaki hii. Maboresho ni kwa ajili ya eneo hili la kwanza tunaita berth 1 lakini tutachimba maeneo yote kuzunguka mpaka huku tunaita base 2 na hii base 3, ili zile projections, projections za serikali ambazo zinatarajiwa ziweze kufikiwa. Na Mwanza tunachangia uchumi kwa asilimia 7.5, ni wa pili kitaifa. Bandari hii ikipanuka vizuri, movement ya biashara kwenye East Africa hapa itakuwa ni ni heka heka. Na kuna meli kubwa sana hapo ina- inakaribia kuisha, Mheshimiwa Mwenyekiti. Na wakati niko maliasili tulikuwa tuna tunapamba tuna, tuna sana kwamba kutakuwa na masuala ya utalii wa majini. Kwa maana hiyo hiyo meli itakuwa inazunguka East Africa kuleta hata watalii wanaopenda kupita kwa maji na nchi kavu ko mimi naamini hapa patakuwa ni sehemu moja nzuri sana na ni kitovu kikubwa cha kibiashara kuhakikisha mamlaka inawasimamia kikamilifu wakandarasi, uh, wanatekeleza mradi huu ili uweze kukamilika kwa wakati na viwango vilivyokusudiwa uh, katika mkataba ili thamani ya fedha iliyowekwa katika mradi hii iweze kupatikana. Pili, kuhakikisha mamlaka inaendelea kuimarisha ushirikiano na, na sekta binafsi pamoja na wadau mbalimbali ili waweze kurasimisha uh, bandari hizi izo rasmi zilizopo katika Ziwa Victoria kwa lengo la kuongeza ufanisi katika bandari hizi na kutimiza dhamira ya serikali uh, ya kukuza biashara na uchumi wa kanda uh, kati ya Tanzania na nchi jirani. Mwisho, maagizo ya kamati na naahidi hapa tutafanyia kazi kama ambavyo yalivyo, na tunauhakika kama mtatutembelea tena basi mtapata progress nzuri aja yote nauli ambayo umewatolea maagizo eh, hasa pinapsi, kwa upande wa kushirikisha sekta binafsi, hii ndiyo sera ya sasa hivi kwa sababu haiwezekani sisi tukasimamia eh, maeneo yote haya na tukaweza kuleta ufanisi eh, kuishirikisha sekta binafsi ni sehemu mojawapo pia ya kuempower wananchi wetu kwa sababu unapompa kezaji akatengeneza gati na akawa na meli zake anapaki hapo, inamsaidia kupata mapato na na ajili watu wetu, na mwisho wa siku nchi na nufaika kutokana na huo uwekezaji. Kwa hiyo tunaahidi kutekeleza haya yote na naomba na, na